Tunatambua umuhimu wa maendeleo yoyote yanayofanyika wilaya ya Chunya. Sisi tuko kwenye tasnia ya tumbaku, ni wanunuzi wa tumbaku katika wilaya hii. Kwa wakulima ambao wanalima tumbaku tunatoa huduma mbalimbali, na pia kama mnavyotambua ya kwamba kama wanunuzi wa tumbaku tunatambua kuna majukumu tofauti tofauti, kama wadau tunaweza kushirikiana na tunaendelea kushirikiana ili kuleta chachu ya maendeleo na pia kama wadau pia tunahakikisha kwamba halmashauri yetu kipato kinaendelea na kinakuwa endelevu, na tunapata kipato kikubwa kupitia zao la tumbaku, kwa kufuata taratibu na sheria zilizowekwa kimataifa ili kuhakikisha zao la tumbaku linadumu na linakuwa endelevu kwa manufaa ya wakulima kwa manufaa pia ya halmashauri na tunatumaini, halmashauri hii mpaka kufikia hapa, aa, ni mapato makubwa ambayo yanatokana na zao la tumbaku. Kwa hiyo kwa kupitia Mkwawa tulipata maombi kwamba kuna mahitaji fulani ya vitu mbalimbali kuhusiana na vijana wetu wa umitashunta wanapoenda kwenye mazoezi, na sisi kama mkoa tukaona tutoe maji katoni arobaini kwa ajili ya kusaidia zoezi zima wakati wa umitashunta Tunawashukuru sana serikali kwa kutuunga mkono na pia kwa kutambua kwamba kampuni ya Mkwawa ni kampuni pendwa na kampuni ya wazawa inayopenda maendeleo kwa pamoja. Pamoja tunajenga uchumi tukishirikiana na halmashauri ya Chunya kwa ushirikiano mkubwa wakurugenzi pamoja na watumishi walioko serikali ya Chunya pamoja na ushirika, pamoja tujenge uchumi imara na endelevu, hasa kwenye zao la tumbaku. Pia kwa niaba ya Mkwawa tunaomba kutoa zawadi hii ya kanga kama ishara ya upendo, ushirikiano, mahusiano mazuri tuliokuwa nao kati ya halmashauri ya Chunya pamoja na kampuni ya Mkwawa. Kanga hii iwe ishara ya, ku, ya kutangaza au ya mahusiano mazuri kwa ajili ya kusapoti au kutekeleza maazimio ya Mheshimiwa wetu rahisi Mama Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa kusimamia misitu ambapo usimamizi wa misitu unaendana na utunzaji wa mazingira na misitu kwa ujumla, ambapo zao la tumbaku ili liwe endelevu na imara lazima tutunze mazingira na pia tutunze misitu yetu. Kwa hiyo kwa ushirikiano huo basi na mahusiano mazuri, naomba kumkabidhi mkurugenzi kipande hichi cha zawadi, tamkabidhi kwa niaba ili aweze kuwa na kipande hichi kwa ajili ya shukrani ya kuwa na mahusiano mazuri ya. Tunawashukuru sana watu wa Mkwawa, tuliwaomba maji kwa ajili ya vijana wa michezo mtashumta, na kweli wametimiza ombi letu, wametuletea maji kwa ajili ya vijana wetu, na tunawashukuru sana. Italeta chachu kwa vijana wetu, italeta mwori ya kufanya vizuri katika michezo. Na tusiishie hapo, Mkwawa tumefanya kazi na nyinyi mbalimbali, mmekuwa karibu na halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa hivyo tunawakaribisha sana, lakini pia utufikishie salamu kwa uongozi wa juu wa Mkwawa, kwambie halmashauri ya wilaya ya Chunya tunashukuru sana wamaji, kwa maji kwa ajili ya vijana wetu. Wadau wengine tunawakaribisha kuendelea kufanya kazi na halmashauri ya wilaya ya Chunya kama ile PPP kwa namna yoyote ile katika nyanja yoyote ile iwe michezo kama wenzetu waliofanya, au katika nyanja zingine zozote za elimu, afya, tunawakaribisha kufanya kazi na halmashauri ya wilaya ya Chunya ili kuwaletea maendeleo wananchi wetu. Niko mbele hapa kama afisa michezo na utamaduni, napenda kutoa shukurani kwa ajili ya zawadi zilizopo mbele yetu. Tumepewa maji katoni 40, pia mkurugenzi amepewa zawadi ya kitenge, ishara ya upendo kati ya mkurugenzi na shirika na kampuni ya Mkwawa Leaf. Kwa hiyo tunatoa shukrani zetu, Mungu awabariki kwa utoaji wao, kwa sababu huu ni upendo pekee. Kutoa ni moyo, sio utajiri. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online website, ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya underscore official. Uh, chuo cha VETA Chunya kiko katika halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya na ni chuo ambacho kilianza kufanya utekelezaji wa utoaji wa mafunzo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Chuo cha VETA Chunya kimejengwa kwa kuwekewa miundombinu ya kuweza kuwezesha kutoa mafunzo ya ufundi stadi katika fani uh, kubwa sita. Uh, fani ya kwanza ni umeme wa majumbani, lakini fani ya pili ni ufundi washi. Fani ya tatu tunasema ni uh, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya nguo, lakini tuna uchomeleaji wa vyuma, ufundi wa magari pamoja na uhazili au sekretari ni mwanafunzi katika chuo cha vita cha Chunya na chukua fani ya umeme. Na ningependa kuwashauri wenzangu ambao wako nje, vijana ambao hawana shughuli za kufanya, wanaweza wakaja hapa Chunya wakajifunza. Tusikae tu kusema tusubiri kwa kuajiliwa na serikali, ajira zipo, tunaweza tukajiajiri sisi wenyewe sababu tu kwa ujuzi tutakao upata hapa utatusaidia katika maisha ya mbeleni na tunaweza